Naam, karibu katika Saa ya Bahari kutoka hapa Ayin Safi. Mahakama ya Tunisia imetoa hukumu ya kifungo cha miaka ishirini na mbili jela bila kuwepo kwa Rais wa zamani Moncef Marzouki, mkosoaji mkali wa Rais Kais Saied kwa tuhuma za kudhoofisha usalama wa taifa, na hivyo kuibua hofu ya upinzani ya kuongezeka kwa ukandamizaji dhidi ya wa wakosoaji. Marzouki ambaye alikuwa rais kuanzia mwaka 2011 hadi 2014 anamtuhumu Saied kwa kuanzisha utawala wa kimabavu baada ya kuliondoa bunge na kutawala kwa amri tangu aliponyakuwa karibu mamlaka yote mwaka wa elfu mbili kumi na moja. Said anatetea hatua zake kama hatua muhimu za kuleta utulivu wa Tunisia. Huu ni uamuzi wa tatu dhidi ya Marzuk baada ya mahakama kuamua mwaka jana kumfunga jela miaka minane na miaka minne kabla ya kesi hiyo katika kesi nyingine tofauti. Mapema siku ya Ijumaa iliyopita, mahakama nyingine ilimhukumu Sahbi Atig afisa mkuu wa Ennahda, chama kikuu cha upinzani nchini humo, kifungo cha miaka 15 jela kwa tuhuma za utakatishaji fedha, ambapo adhabu hiyo ilikuwa fupi kuliko hukumu zilizotolewa hivi majuzi. Itakumbukwa kuwa, mnamo mwezi Aprili mwaka huu mahakama ilihukumu msururu wa viongozi wa upinzani, wafanyabiashara na mawakili kifungo cha hadi miaka 66 jela, kwa makosa ya kula njama, ambapo viongozi wengi wa vyama vya siasa nchini Tunisia wako gerezani akiwemo Abir Moussi, kiongozi wa Chama Huru cha Katiba, na Rached Ghannouchi, mkuu wa Ennahda, ambapo hao ni wawili kati ya wapinzani mashuhuri wa Saied. Usiache kulike na kusubscribe. Hii ni Saa ya Bahari kutoka hapa Ayin Safi.